na gothurwo nakura na goko muri gweta go ikino na riri ni riko rirugagira ciana ngiri mirongo etatu irio o muthenya of the leadership of this area ndoka gukunda nyihitie muno ita munjimba waitu gucakaya na andu akwa aikino arata a family no ya moses muiro

Tureka tondo sieko ile ile kwa foro yoyo. Na iko giria si anaisi sito lika lele lia muturi. Maka kinye miakele ya fafa huruka na yo miakele ya meiki. So we must defend the constitution of this country. And defend the human rights of this country. Kwa hivyo nakuja kusema pole sana. Muturiwe omerelia nyua hetwa maituko maigemuna na fafa wanyu. Mwena familia anyu nene ya inahinya mwiyumiririei na rugendo ruru ruru tuguthie na inyui tondo o na inyui mwana tunyitirira ningatho nikunjitikiria njarie na ningatho nikunjitikiria na nodira thii nambere na wika campaign yakuga ni ont oti otas